Hey, akutaka mtu mwingine, akutaka nani? Mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale, ndoa imefunga. Diamond akusaini chochote? Hakuna. si makaatasi waliosaini, hakuna. Yaani ndoa ya mkeka, ya mkeka kweli. Sasa what happens? I think watu wa apu juzi niloambieni ile story stori eh? Sasa gombe si wa kuisha pale 3 days kabla ya harusi ya Diamond, kamchapa kingana talaka hizi kwenye sim meseji, wewe si mke wangu tena, kwa zialawa tatu kamchapa talaka siku tatu. <laughs> Mama Dangote amekaa pale anamsimamia andike meseji moja moja. Mama Dangote kasimama pembeni damondikaziendeka kawakahizi. Mnaambiwa Zuchu ana anawiki hadi ni analia tu hadi haali ni analia tu alafu mnajua ndoa ya Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa taraka tatu, uruhusi kurudia kuwa naye au kumoa tena mpaka akaolee na mtu mwingine kwanza, akachokonole kwanza na mtu mwingine, achumishwe mchiche na mtu mwingine, ndio uje umuoe tena hey. Sio kama uh, wenzetu laba kule kwa babe, ukimwacha mtu, mkiachana You can get back together, like you can divorce and get back together. Po hapa hapana, uko kwetu bwana, ukishachapa mwanamke taraka, lazima akaolewe na mtu mwingine akachokonolewe kwanza kule, afu apewe divosi kule, ndo arudi umowewe. Sasa mnaambiwa adijakopana msiba tu. Mtoto ataki kula, mtoto ataki kusimama, mtoto ataki nini, ataki nini ataki tena kuishi ndoa? Imelasti miezi kama <laughs> si miwili si mitatu. Shika muda, shika muda, shika muda, kote. ah, shika watoto wa kike. Acheni acheni kufosi ndoa, acheni kufosi ndoa, mana ndo atakuta. Acha mwanamme Hataki kukuoa. Bibi Esa alikuwa kutwa analilia ndoa, kutwa anapita, kutwa kupita kona zote ni we Diamond, ni e Diamond, ni Mary mbeba mzobe mzobe. <coughs> akutaka mtu mwingine, akutaka nani? mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale. Ndoa imefuna, Diamond hakusaini chochote, hakuna si makaratasi waliosaini hakuna. Yani ndoa ya mkeka, ya mkeka kweli. Sasa what happens? I think watu wa app yuzi, niliwaambieni ile story le. Sasa ugomvi wa kuishia pale, three days kabla ya arusi ya Zuchu na Diamond, kamchapa kinga na talaka hizi kwenye sim message, wesi mke wangu tena kwa hizo messages tatu mchapa taraka siku tatu kabla ya arusi. Mama Dangote amekaa pale, anamsimamia andike message moja moja. Mama Dangote kasimama pembeni, Diamond kazendeka taraka hizi. Mnaambiwa Zuchu sasa hivi ana wiki hali ni analia tu hali, hali ni analia tu. Halafu mnajua ndoa ya Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa talaka tatu, urusi kurudia kuwa naye au kumwoa tena mpaka akaolee na mtu mwingine kwanza, akachokonole kwanza na mtu mwingine, achumishwe mchiche na mtu mwingine ndio ujomuoe tena. Eh, sio kama uh, wenzetu labda kule kukambab ukimwacha mtu mkiachana, you can get back together, like you can divorce and get back together po, hapa hapana. Uko kwetu bwana, ukishachapa mwanamke taraka, lazima akaolewa na mtu mwingine, akachoko nolewe kwanza kule, alafu apewe divosi kule, ndo arudi umoewe. Sasa mnaambiwa adijagopa na msiba tu mtoto ataki kula mtoto ataki kusimama, mtoto ataki nini ataki nini ataki tena kuishi? Ndoa imelasti miezi kama <laughs> miwili si mitatu. Ah, shikamoo dada shikamoo mama madango watoto wa kike, acheni kufosi ndoa, acheni kufosi ndoa, maana ndo, ndo atakuta. Acha mwanamume ataki kukuoa.